Mambo vipi? Karibuni tena katika YouTube channel yangu. Na, na leo nimewaletea habari ha, njema watumiaji wangu wa Jasinieel Kiboko ya Vitambi. Unasumbuliwa na tumbo kiasi kwamba huvai nguo yako ikakaa ikapendeza. Mwanamke kiuno, mwanamke nyonga. Kama una tumbo kubwa na imani nguo zinakukaa vibaya. Hata kama zinakukaa vizuri lakini unakuwa wewe kama wewe we hauko comfortable. So kama unasumbuliwa na tatizo hilo kiasi kwamba mwili wako hauko comfortable, Ninayo dawa nzuri ya kupunguza tumbo bila kuharibu shepu yako. Shepu yako inabaki ikiwa nzuri na ya kupendeza lakini tumbo lako likiwa limeisha kabisa, bila kuharibu umbo lako lingine. Dawa hii ni asili na mitishamba kabisa, sio dawa za kichina hizo mnazopaka wiki, tumbo limeisha, lakini baada ya hapo unapata matatizo mbalimbali. Dawa yangu inatibu taratibu, ndio lakini unapokuja kupata matokeo ni ya uhakika kutokana na kuwa ni tiba asilia, na wala aaa siwezi tiba za kilongolongo kuharibu mili ya watu. So kama unataka dawa yangu unaweza kanipigia kwa namba yangu hii. Ninao mawakala mikoa yote Tanzania hii. So kama utaitaka tu unaweza kanipigia, na nje ya nchi pia ninatuma wateja wangu nje ya nchi. Nashukuruni sana, lakini pia samahani kwa usumbufu ulikuwa umejitokeza hapo katikati kuhusu kutuma mzigo, lakini sasa tunatuma kawaida. So kama utataka unaweza ukanipigia kwa namba yangu hiyo, na utapata huduma. Nione kipindi kinachofuata asanteni. Mambo vipi, karibuni tena katika YouTube chaneli yangu na, atak, na leo nimewaletea habari njema watumiaji wangu wa jasinieli kiboko ya vitambi. Unasumbuliwa na tumbo kiasi kwamba huvai nguo yako ikakaa ikapendeza, mwanamke kiuno, mwanamke